Mambo vipi mwana Sawa Sawa Digital, niko hapa na taarifa ambayo inamhusu e, Rais wa Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania nikimaanisha e, Samia Suluhu Hassan, daktari huyu kutokea hapa Tanzania. Sasa Rais huyu bwana ameweza kutunukiwa medali ya Mother of the Nation Order e, kutoka kwa Rais wa Umoja wa, wa, wa Falme za Kiarabu yani UAE. Sasa mtukufu Sheikh amefahamika kwa jina la Mohamed bin Zayed Al Nahyan na, na kuweza kuwasilishwa na naibu waziri mkuu e, na m, e, waziri wa mambo ya nje wa U, e, UAE Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan. Sasa Ikulu jijini Dar es Salaam ndipo ambapo e, rais Samia ameweza kukabidhiwa e, medali hiyo. Sasa medali hiyo ni moja kati ya medali za juu zaidi zinakuweza kutolewa ili kutambua mchango wa kiongozi katika kuleta maendeleo endelevu kwa jamii yake. So bana Samia Suluhu Hassan ameonekana ni moja kati ya marais ambao pia wanafanya poa katika kazi zake na mpaka imeweza kuwavutia watu hao kuweza kuwapatia e, zawadi hiyo nani e, medali, kwa sababu ukiangalia vizuri kwenye hiyo picha imekaa ina udhahabu fulani mwingi sana wa kutosha. E, na e, bwana rais Samia ameweza kutunukiwa na watu hao e, kutokea huko e, Umoja wa Falme za, za Kiarabu yani UAE. E, sisi kama Sawa Sawa Digital, tuko hapa kukupa updates zote, lakini pia taarifa kuhusiana na, na mambo mengi ambayo yanakuwa yanatokea endelea kutofuatilia.